Modern Talabu na kundi la Simba Sports. Modern Modern Talabu ni kwanza. Eh, sawa sawa. Yaani kundi lenu mpaka sasa hivi naambia kwamba Danga African Modern Talabu afuzu kwa sababu moja. Kigezo cha kwanza kwamba mechi inofuatia tarehe 23 3 au ni kati ya National Ahli na Danga African Modern Talabu. Ugenini Misri kule. Baada ya hapo anakuja Amani Complex. Anakufa nje ndani, tunabakia na pointi 4. Wakati huo AS FAR Rabat anacheza na Jesi Kabili home and away yeah. Simuelewa yeah. Yule S Farabati anashinda mechi zote. Simenelewa, wewe yeah, yeah. Unakuwa na pointi 4, yule anakuwa na pointi saba yeah. Unatoka hapo unasafiri una unaenda wapi Moroko? yeah. Unaenda kula chuma zako nne yeah. Unarudi hapo na pointi nne, wewe una pointi kumi. mechi ya mwisho si tuna shida aina yoyote wewe, mfunge tuje, usikabiri Simba, yeah, Simba na fuzu, sikiliza mm. Simba, Simba na fuzu, fuzu mm. Yanga na baki robo finali, Simba na fuzu, Yanga na hiyo, wewe utake usitake, nisikilize basi, Tunisia Waarabu kutoka Tunisia, Esperance na Simba napiga nje ndani na pointi sita, si umenielewa? Hiyo iko wazi. baada ya hapo hmm. natoka zangu naenda kwa a, kule Angola kule na mkanda, Petro atapiga kule nikirudi e. e. hapa na kuja kumalizana na stadi marieni na pointi zangu mimi shee wangu kumi na mbili tisanin nashinda mechi zote nne, niko tayari, niko, tayari. kuolewa na, na, na, na yule jamaa hey. wa Petro di rwanda aliyefunga goli hey, kwa mahali pekee itakuwa ni lile goli na tosha, na namba, na, na namba. Nikupe taarifa njema, tulia. Habari njema ni kwamba President Engineer Haris Saidi ameipokea taarifa ya maombi yetu sisi, yule bwana akuoe anasema, na amebariki jambo hilo. Kwa hiyo tutegemee kuona mashabiki wote wa Dar es Salaam Yanga Africans, tunakwenda kukutana ndugu yetu Eliza anakwenda kuolewa na mchezaji aliyefunga goli dhidi ya Simba pale Benjamin Mkapa. Sasa wako wawili, kuna yule mwingine ah, aliyefunga ah, kule mali yule, mimi nasemea wa Petro di Rwanda hapa nyumbani, acha ile ya ugenini ile ah, ya hapa unakwenda kwa yule hey, na wakija wale Esperance de Tunis, kama kuna wa Esperance atafunga goli la kunivutia zaidi hey, tunaweza tukahamisha ah, Tangaza ndoa mapema ulewa, ligi haijaisha. Kwa hiyo vipi, akitokea mwingine yule ndiye aliyefungua. Eh, yule ndo mzuri sasa na, olewa. E, na Petro di Rwanda yule anaolewa. E. E, lazima sisi lazima Young Africans tuungane na Petro di Rwanda tushirikiane, tuanze kufundishana masuala ya kuendesha klabu kisasa

aliali akija hapa anampiga na, akaenda kuwe anapigwa bati na anakufa huyu, atachomwambia yeye? Yule alimfunga Zanzibar, yule nani yule farabati. Basi huyu mwingine tokanakabi huyu ndio unapata point kwake, tayari Yanga anaenda. Si ndio nimemjibu kwamba yeye amesema mimi na napata point pointi, eh? pointi ayya, tatu kwa Jeskabai hapa nyumbani tayari, na mimi naenda, mi naenda. Kwa kwa

na kundi la Simba Sports. Sasa kundi lenu mpaka sasa hivi nawaambia wa kwamba Yanga African Modern Tarabu afuzu kwa sababu moja. He, Kigezo cha kwanza kwamba mechi inofuatia tarehe 23 ni kati ya National Ahli na Yanga African Modern Tarabu. Ugenini Misri kule. Baada ya hapo anakuja Amani Complex. Anakufa nje ndani. Tunabakia na pointi 4. Wakati huo AS FAR Rabat anacheza Kabiri kabili home and away yeah, simeneelewa? Yeah, yule S Farabat anashinda mechi zote yeah, simeneelewa? Yeah, wewe unakuwa na pointi nne yule anakuwa na pointi saba yeah. Unatoka hapo una, unasafiri unaenda wapi Moroko yeah unaenda kula chuma zako nne mm. Unarudi hapo na point nne yule na point kumi, mechi ya mwisho si mm. Tuna shida aina yoyote wewe, mfunge kuja asikabili Simba na fuzu, sikiliza mm. Simba, Simba na fuzu, na fuzu Yanga na baki robo finali, Simba na fuzu hiyo, weweutake usitake, nisikilize basi. Tunisia, Waarabu kutoka Tunisia, Esperens na Simba Sports napiga nje ndani na point 6 umeelewa hiyo iko wazi. Baada ya hapo natoka zangu, unaenda kwa ambia,

Angola kule na kana, Petro atapiga na kule nikirudi eh, hapa na kuja kumalizana na stadi Marieni rambizu, na pointi zangu mimi eh, shehe wangu kumi na eh, mbili tisanini, nashinda mechi zote nne tisanini, mimi nashinda mechi zote nne ngoja, umesikia sikiliza, kwa sababu finali kwanza mimi na swali nataka nimuulize. Huyu bwana, umetoa mipango ya Yanga kufungwa, umetoa mipango ya kushinda Simba, si ndio? Sasa taratibu <muchipa> tuende taratibu, ili tupate kujua, watanzania waelewe. si ndio? umesema Simba anashinda kwa kumfunga uh, sio anashinda anafuzu kwa kumpiga Petro, kwa kumpiga sijui Tunisia yeah. si ndio? Sasa mimi nataka nikuulize wewe mm, kile kilichofanya wewe ukapoteza katika mechi mbili, na ni kipi ambacho umejiandaa wewe kitakachokupa wewe ushindi? Yani kiburi hicho unakitoa wapi, na ikiwa na, na, wachezaji ni wale wale, yani kipi kinachokupa wewe ujeuri wakwenda kupata matokeo kwenye hizo mechi zingine. Kipi kinachonipa ujeuri? kitu hey, cha kwanza kinachonipa ujeuri hey, kwa sababu kufungwa ni moja ya mchezo, usinielewa <coughs> hey, kufungwa ni moja ya mchezo, ni mistake za uwanjani kwa kwa kwa haripo, kwa za, ni mistake hey. mi mistake za uwanjani hey. Lakini kinachonipa ujeuri zaidi, hey. kuwa na kikosi bora, yani mpaka sasa hivi ukiangalia hey. katika mechi mbili tulizocheza kwenye hatua ya makundi hey. Ukiangalia kwenye kundi letu sisi e, na kundi lako wewe Simba ndo ambayo umetengeneza e, nafasi nyingi kuliko timu yoyote ile kwenye kundi lako wewe na, e, na kundi langu mimi, lakini hatutumia na nafasi kwa sababu gani e? maana yake kila tulichokifanya kwenye mechi za awali mm, yale makosa tunaenda kuyarekebisha mm, kwenye, kwenye mechi yetu ya tatu mm, ambayo tutacheza ugenini Saababu, abu, mimi na imani kwamba sikiliza, nikwambie kizinga e. Yani, kuambie kizinga unajua Simba, umesikia Simba, ukiangalia kwenye makaratasi mm, unaiona kwamba timu dhaifu dhaifu simenelewa so mm. ukiangalia mm. kwenye makataso na timu dhaifu dhaifu mm. lakini mimi nakwambia, tarehe 23 na ya Januari mm. Simba tunaenda kufanya ubaya ubwela mkubwa sana Tunisia ugenini kwe? kipi ambacho umefanya marekebisho? marekebisho yatafanyika Januari mm halijafunguliwa simenelewa. Sikupe kodi zote, umeelewa? Marekebisho yatafanyika, viongozi viongozi wetu viongozi wetu viongozi wetu wameshajizatiti kila eneo simenelewa. Wametuambia tutulie, na sisi tunawaambia, mimi nawaambia ndugu yenu Mustafa Likuti, simenelewa, mzee wa kujichora. Nawaambia kwanza, tulieni hii Simba ndio inaheshimisha Tanzania kupitia mpira wa miguu, sisi tumeleta haya yote ya tulia siku uh -huh. Nyingine uh -huh. Mi ni kapteni wa mashabiki na kuelekeza. Mashabiki basi. Mashabiki siku wa Yanga. Nyingine unapozungumza weka kituo sawa uh -huh. Nachokuuliza wewe ni kitu kimoja Sawa, sawa. Nisikilize vizuri. uh -huh. Tulia basi kwanza. Kitu, kitu ambacho nachokuambia mimi ni kimoja, sawa? Kitu ambacho nachokuambia ni kitu kimoja unatakiwa uwaeleze Watanzania. Kwaita kule, Mungu ibariki Tanzania. Bane mashabiki wa Simba, ijumapili tukutane mkapime moyo.